Serikali yaonya waajiri watakaokiuka kiwango. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu. Maelfu wamwaga Raila Odinga, Samia atuma salamu. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Adaiwa kumuua mumewe, amzika chumbani. Habari katika ukurasa wa saba. Wananchi wa wakataa walimu saba, serikali yawaondoa. Habari katika ukurasa wa tano. Zanzibar yabadili namba za magari. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa kumi na saba. Samia acha matumaini Kagera, anza leo mikutano ya kampeni mkoani Katavi. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Wakimbizi wa Burundi kuondolewa wa DRC kubaki, habari katika ukurasa wa tano. TMA yataja mikoa itakayokuwa na upungufu wa mvua, habari katika ukurasa wa tatu. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, Jumamosi ya leo pamoja na gazeti ya Habari Leo mikononi mwangu na la gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni mauaji ya kikatili, simulizi ya vijana wanne waliotekwa kuuawa na kutupwa kando ya barabara shuhuda, wazazi waeleza ilivyokuwa, walichukuliwa na watu wenye silaha pingu, walioficha sura. Undani wa taarifa hii imeandikwa kwenye ukurasa wa nne pamoja na ukurasa wa tano. Fadhili hiyo la mwenye umri wa miaka kumi na tisa, Hasan Jumanne mwenye umri wa miaka ishirini na moja, Abdala Nyanga mwenye umri wa miaka 21 pamoja na, na Mikdad Abasi mwenye umri wa miaka 21. Nukuu ya Hadija Mamba, mama wa marehemu Hassan Jumanne, nasema walisikia mlango ukigongwa, wakaamini aliyetoka amerudi. Mkewe wa dula alikwenda kufungua mlango, lakini alikutana na mwanaume aliyeshika silaha akiwa ameficha uso, aliyemwamura arudi nyuma bila kupiga kelele, kisha wengine wawili wakaingia na kuwafunga pingu na kutoweka nao. Habari, picha inaonesha baadhi ya ndugu na jamaa wakiwa katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Amani jijini Dar es Salaam jana wakijadiliana kuhusu taratibu za kusafirisha mwili wa Hasani Jumanne ambaye ni miongoni mwa vijana wanne -boda. wa bodaboda waliowawa na miili yao kutelekezwa kando ya barabara wilaya ya Kibaha mkoa wa Pwani gazeti limeandika kicheko. Mishahara sekta binafsi ya pa Dar es Salaam. Serikali imetangaza kiwango cha chini cha mshahara sekta binafsi ambao utakuwa ni laki tatu na elfu hamsini na nane mia tatu ishirini na mbili kutoka laki mbili na sabini na tano, ikiwa ni ongezeko la asilimia thelathini na tatu nukta nne undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa tatu wanawake wanaopitia haya hatarini kwa saratani, habari katika ukurasa wa tatu. Raila alivyolala na heshima yake, habari katika ukurasa wa kumi na tisa. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi Jumamosi ya leo. Tunatazame sasa gazeti ya Nipashe, mwango wa jamii lenyewe, katika ukurasa wake wa mbele, habari leo kipo mbele. Wa wa leo, habari iliyopewa kipaumbele, waangalizi waonywa kuingilia uchaguzi, habari katika ukurasa wa pili waangalizi wameaswa kuepuka kuingilia shughuli za uchaguzi, kutoonyesha dhihaka kwa watendaji wa uchaguzi au kutoa maelekezo kwa maofisa wa tume kuhusu namna ya kufanya kazi yao. Undani wa wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili. Dr. Samia kuwasha moto Katavi Rukwa, kuandika ahadi na mafanikio. Nchimbi asema rais ameimarisha vyombo vya ulinzi, nayo wasisitiza amani lala salama. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili pamoja na ukurasa wa tatu. Shahidi kesi ya Tundu Lissu adai video aliyopewa kuchunguza sahihi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Lakini pia gazeti ya Nipashe limeandika serikali yapandisha mishahara sekta binafsi. Habari katika ukurasa wa kumi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 apiga hodi Katavi, ahitimisha mikutano ya kampeni kanda ya Victoria, kuhutubia maelfu ya wananchi uwanja wa Azimio. Katika miaka minne na nusu serikali ya awamu ya sita, Katavi yanufaika na miradi lukuki ya maendeleo. Undani wa taarifa hini katika ukurasa wa pili. Maendeleo ya paisha CCM, Balozi Nchimbi asema wananchi wana shauku ya kuirejesha madarakani baada ya kutekeleza miradi ya afya, maji, ya nishati, miundombinu habari katika ukurasa wa pili. Dokta Mpango amwakilisha Rais Samia mazishi ya Odinga. habari katika ukurasa wa tano. Wasira. CCM imebeba matumaini kibao. Habari katika ukurasa wa tatu. Mhadhiri ahamasisha amani kuelekea uchaguzi mkuu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tano wa gazeti hili. Gazeti limeandika BoT watoa hofu watumia huduma za kibenki nchini. Habari katika ukurasa wa nne. Gazeti limeandika UMD tutasimamia rasilimali za nchi. Habari katika ukurasa wa kumi. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru, ukweli daima, kweli daima. Zanzibar Leo kwa kweli na wazi, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Dkt Mwinyi, kuilinda amani wajibu wa wote. Habari katika ukurasa wa pili. Wema kuja na mageuzi ya STEM tehama. Habari katika ukurasa wa tatu. Darajani yesuk wampongeza Dkt Mwinyi. Habari katika ukurasa wa pili. ACT kuimarisha kilimo, kuipa hadhi chumvi ya Zanzibar. Habari katika ukurasa wa pili. Waziri mkuu wa zamani Japan afariki akiwa na miaka na moja. Habari katika ukurasa wa tisa, na hivi ndivyo ambavyo limeandika aztizbleokwa ukweli uwazi. Na sasa tukiokia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani mikanoni mwangu, nalo gazeti mwanaspoti linwa katika ukurasa wake mbele ya habari iliyopewa kipaumbele ish sawa, mgusaw wakubwa ulaya wanaumizana. Undani wa taarifa hini katika ukurasa wa pili wa gazeti hili gazeti hili limeandika, ligi ya mabingwa saa kumi jioni, Bingu Stadium, ni Silver Strikers dhidi ya Yanga. Shirikisho KMK dhidi ya Azam saa kumi na robo jioni. Premier League ni Nottingham Forest dhidi ya Chelsea ni saa nane na nusu mchana, Manchester City na Sunderland ni saa kumi na moja jioni. Saa moja na nusu usiku ni Fulham dhidi ya Arsenal. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili wa gazeti hili, habari, picha zikaonyesha wachezaji mbalimbali. Gazeti limeandika pale kati Msimbazi kuna ishu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Nyuma ya pazia, warembo wa Cape Verde na zali la Wenga. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa kumi na tano wa gazeti hili. Chozi la Mondi Kiba kwa baba. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa kumi na tatu. Gazeti hili limeandika TPL Jumamosi, na KMC dhidi ya Mbea City, mchezo unapigwa saa kumi kamili jioni KMC Complex na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwana Spoti, magazeti ya habari habari za michezo na burudani, ndilo gazeti ya Habari Leo. li lenyewe limeandika Yanga Azam KMK Mvitani kimataifa leo, Simba mambo shware sati Eswatini, Fountain Gate yazinduka pamba ya ng'ara nyumbani. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Diamond aja na sasampa, habari katika ukurasa wa ishirini na moja. Singida ya wasili salama Burundi, habari katika ukurasa wa ishirini na tatu. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Tumalize na ukurasa wa nyuma wa gazeti Nipashe Mwanga Jamii lenye limeandika Yanga Sports Klabu yaahidi kushusha kipigo, inawakabili Silfaz... inawakabili Silver Strikers nchini Malawi, huku kocha Mabed akitoa ahadi hiyo. Azam nayo habari imeandikwa kwenye ukurasa wa ishirini na tatu. Ahmed, mtashuhudia ufundi wa Pantev, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa ishirini na tatu. Gazeti hili limeandika Ronaldo kinara wa mapato duniani, habari katika ukurasa so wa ishirini na moja, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Nipashe ya mwanga jamii, na gazeti hili na kamilisha urukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali Tanzania kupitia hapa Toka Zamani TV.